Yaani, wewe unakula una una na kukokimbiwa na demu wako apo, unakataa kulipa hela yangu unakimbia? si umona ana kaiba yule mwanamke, lakini hiyo hainihusu. Nimekwambia nataka hela yangu hapa. Utalipa kwa damu au utalipa kwa jasho la damu, ni juu yako. Nilipe hela yangu, umesikia? kachukua yule mwanamke. Ala, twende amenisaidia pale? Umekula chakula changu, umetapeliwa na demu wako, umeondoka bila kunilipa. Sasa mi si nimeibiwa? Utalipa <laughs> <Ucharipa> kwa damu <laughs> twende, alafu mm, angamshika hivi